Tume ya taifa ya uchaguzi kufuta, uh, kufuata mwongozo wa sheria za uchaguzi na sio kuwalazimisha wananchi kuondoka kwenye vituo vya kupiga kura. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkuu wa idara ya kampeni na uchaguzi wa NCCR Mageuzi Faustin Sungura amesema sheria inamruhusu mwananchi kubaki eneo la kupigia kura, isipokuwa inazuia kupiga kampeni na kuvaa sare za chama. Huyo hapa Gloria Matora kutoka Dar es Salaam akiwa na undani wa taarifa hii. Sababu kuu Jimbo la Serengeti ni la katibu mkuu wa chama cha NC Syara Mageuzi. Sasa, kwenye strategic kiongozi kama huyo NC Syara Mageuzi, kiongozi mkuu tunayetaka atoe directives kwa chama chake mashinali za chama ni jambo la afya ya Ukawa anapogombea tukaheshimiana, lakini mpaka sasa hivi ni kweli hatujafikia mwafaka, nisingependa kulisemea. Akizungumzia tofauti zilizojitokeza katika mgawanyo wa majimbo wa vyama vinavyounda umoja wa wananchi Ukawa anasema serikali kuwataka wananchi baada ya kupiga kura waondoke vituoni, na baadhi ya viongozi wa dini wameunga mkono kuwataka wananchi waondoke. Jeshi la polisi linasimamia msimamo wa serikali kutaka wananchi waondoke. Upande wa pili kuna baadhi ya vyama vya siasa ii sisatuka miongoni mwao. E, tunazungumza wazi kwamba swala la mwananchi kupiga kura baki kituoni au kuondoka ni swala la hiari. Akiamua kubaki kituoni abaki, akiamua kuondoka aondoke, hashurutishwi. Sasa panapotokea msigano wa namna hii, ni vizuri tukaenda kwenye sheria kuangalia sheria inasema nini. wow. Wananchi wametakiwa kufuata sheria na taratibu za nchi. Endapo wakimaliza kupiga kura, wanaweza kusimama mita mia mbili kutoka kwenye kituo kwa hali ya utulivu na amani, bila kufanya fujo.